Yapo matukio mengi sana ambayo yalimfanya MC Pilipili akaishi maisha yake bila amani ya moyo wake. Matukio haya hata wewe mwenyewe ukiyasikiliza ama ukiyasikia bila shaka yatakuumiza moyo ikiwa ni binadamu mwenye moyo wa kuumia moyo wa nyama. Sasa hapa na matukio kadhaa ambayo amewahi kuyapitia, uh, MC Pilipili, matukio ya kutisha zaidi ambayo yalifanya sasa akawa ni mtu wa kunyong'onyea sana, lakini ilifika wakati mpaka akaweza kuacha kazi yake kwa takriban miaka mitatu. Sasa ungana nami mwanzo mpaka mwisho wa hii video ukapate kufahamu kuelewa, matukio yote ambayo yamewahi kumkuta MC Pilipili katika maisha yake na katika safari yake ya uhai mpaka pale ambapo mauti unakuja kumkuta. Haya ni matukio mazito zaidi ambayo yamegusa watu, lakini pia kwa upande wake yaliweza kumnyongonyesha kwa namna moja ama namna nyingine. Sasa, kabla sijaanza kuanza kutajia haya matukio, kiufupi tu nikukumbushe kwamba kama ni mmoja wenu ambao umeguswa na hili tukio kwa kiasi kikubwa, tuungane hapo chini ya hii video kwa kubonyeza neno subscribe, kuonyesha kwamba wote tuko pamoja na haya majonzi ni kwetu sisi sote. mimi naitwa Gabi Official, hii ni Bongo Vibe. Tuanze moja kwa moja mpaka mwisho ukapate kufahamu haya matukio kadhaa ambayo MC Pilipili katika kipindi chake cha uhai aliweza nayo. Na sasa moja ya tukio kubwa zaidi ambalo aliwahi kukutana nalo marehemu ni tukio la kifo cha mama yake MC Pilipili. Aliwahi kuiambia jamii kwamba mama yake mzazi na mama yake mdogo walifariki dunia kwa ajali ya gari wakati wa harusi ya mdogo wake. Alisema kwamba kifo hicho kilimuumiza sana kiasi cha kumlazimisha kuacha kazi kwa muda na shughuli zake za uchekeshaji, yani kukaa kimya kwa takriban miaka mitatu. Hilo ni tukio la hisia kubwa sana kwake, na linaweza kuonekana kama ni la kutisha kiakili, pamoja na kihisia, haswa kwa msanii aliyejifunza kutumia ucheshi kuatia watu moyo, lakini mwenyewe ali, um, alipata majonzi kutokana na hilo tukio. Lakini tukio lingine ambalo aliwahi kukutana nalo MC Pilipili ni tukio la ajali ya gari. Kulikuwa na taarifa mbalimbali za kwamba MC Pilipili alipata ajali ya gari mnamo Septemba mwaka 2017 mkoa wa Shinyanga. Kwa mujibu wa taarifa, alipata majeraha sehemu mbalimbali za mwili wake, kifua pamoja na kichwani, na alilazwa hospitalini Bugando, ambapo aliwekwa uh, mikono na daktari na kumfanyia vipimo ambavyo vipimo hivyo vilikuwa vinafahamika kama CT scan pamoja na chest scan, na kuona iwapo kuna majeraha ya ndani. Hii ni tukio la kimwili ambalo linaweza kuathiri sana maisha ya msanii na kazi yake, lakini pia kupona ajali kubwa kama hii kwake aliona kama vile ni ndoto, kwa sababu alikuwa ameumia sana kichwani, kitu ambacho alihisi ni muujiza kwa kitendo cha yeye kuweza kupona ama kwa bahati aliyopata ya, ya kuweza kupona katika ajali ile. Lakini moja ya tukio lingine ni kwamba mzozo wa ndoa kuna makala fulani za burudani kutoka Mwananchi Digital ambazo zilikuwa zinazungumzia ukweli kuhusiana na ndoa ya MC Pilipili. Katika mahojiano, marehemu MC Pilipili alikanushaga na uh, taarifa za kwamba kuachana na mke wake na kueleza kwamba kweli walikuwaga na changamoto lakini walizungumza na marafiki na watu wa karibu na wakapata ushauri. Hii inaonyesha ni jinsi gani ambavyo alikutana na tukio hili zito, ambalo wengi wanasema kwamba mke wake alikuwa anapenda maisha fulani very expensive, alikuwa anatamani kuwa na mwanaume ambaye anaweza kuwa na maisha gari zaidi ya yale ambayo alikuwa nayo MC Pilipili. Kwa hiyo alitaka kumwacha mke wake, na MC Pilipili kutokana na upendo aliokuwa nao, basi akawa anatamani ama anangangania mke wake waweze kuwa pamoja, kitu ambacho kipindi cha huo mgogoro alipata stress kwa kiasi kikubwa sana. Sasa jaribu kuunganisha dots tukio la kifo cha ajali ya mama yake pamoja na mdogo wake mkiwa wanaenda kwenye sherehe kwenye tukio ambalo lilikuwa ni la furaha zaidi, lakini pia unganisha dots kwenye mzozo um, wake kati yeye pia na mke wake, tukio ambalo kwa upande mmoja ama mwingine lilikuwa linamuumiza sana moyoni na inasemekana sasa kwamba moja ya kitu kikubwa ambacho kinasemekana kwamba sababu kubwa ambayo imepelekea kifo chake basi ni msongo wa mawazo pamoja na Moyo, um, inaonekana alikuwa ni mtu wa mawazo sana muda mrefu sana. Depression ndio kitu ambacho inasemekana kimempeleka MC Pilipili Pili, e, kutoka hapa duniani. Sasa kuna mengi ambayo yanazungumzwa, lakini inasemekana kwamba kwa haya matukio yote yalimfanya MC Pilipili Pili akawa kama vile hayuko sawa, na ndio maana baadaye akasema kwamba anataka kuwa mchungaji na alirudi, alikuwa mtu wa Mungu sana, na mpaka siku ambayo mauti unamfika ilikuwa ni wakati ambao alikuwa ametoka kwa posti kwenye insta story yake huduma ya ibada ambayo ilikuwa inaenda kufanyika yamoja, mtumishi ambaye yeye alikuwa anamkubali sana. Lakini yote kwa yote, Bwana ametoa, Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Njia yetu sisi ni moja, muhimu zaidi maombi yawe mengi sana juu yake, ili aweze kupunguziwa adhabu ya kaburi. Sisi sote tuko nyuma yake, tunamfuata kwa kuwa sisi ni wa mavumbini.